Helo, habari wateja wa Silent Ocean Uturuki, kwa mara nyingine tena, leo siku hii tunawakaribisha hapa Istanbul Fuari Merkezi katika maonyesho ya furnitures. Siku hii ya leo tutakuonyesha masupplier wote ambao unaweza ukadili nao katika masuala ya furniture na masuala ya vitu vya ndani decoration za aina zote utazipata hapa Istanbul Fuar Market, tuko katika maonyesho ya furnitures, uh, upande wa magodoro, upande wa viti office chairs, na kila aina ya bidhaa ambazo zinapatikana ndani ya nyumba na maofisini. Basi tunaendelea kukutanisha na masupplier mbalimbali, uweze kupata bidhaa zako nzuri, uweze kusafirisha nasi Silent Ocean kwa wakati mwafaka kabisa na mzigo wako utakufikia bila matatizo yoyote. Basi tutaendelea kukujuza nini kinaendelea katika mabanda haya ya maonyesho ya furnitures. Endelea kukaa nasi, kama unavyoona hapa kuna kitanda, kuna godoro na kuna vitu kibao humu ndani, tutaendelea kukuonesha. Endelea kutufuatilia katika peji zetu Silent Ocean, na endelea kukaa nasi Silent Ocean, Simba wa Bahari.